Ni mkazi wa wilaya ya Sikonge, tarafa ya Sikonge, kata ya Sikonge Madukani. Tunashukuru sana kulipofikia waislamu wote wa Sikonge kwa kujenga kituo chetu cha afya kizuri, ambacho kitatufaa sisi pamoja na wanawake, watoto, mpaka kwa wagonjwa wote, na hakitachagua kumtibu kwamba ni Muislamu tu. Hapana, watatibiwa wote, hatuchagui dini wala kabila moja kwa moja tunakushukuru mama yetu Samia Suluhu Hassani, tulikuita kwenye harambee na kweli ukatuchangia milioni 30, akiwepo mgeni wetu rasmi waziri Bashe. Tunakushukuru sana kwa sababu hichi kituo cha afya sasa hivi kinataka kianze kuanza kutoa huduma. Tatizo kubwa hatuna vifaa tiba tunaomba utuchangie tena kwa mara ya pili, ili tuweze kutibiwa sisi wakazi wa, wa Sikonge moja kwa moja, hususan ni wanawake na watoto. Tuna matatizo moja kwa moja, moja kwa moja, sisi wanawake tutatibiwa na wanawake wenzetu katika kituo chetu cha afya, sio wanaume tena hospitali hizi za serikali za watu binafsi, lazima wewe kama mwanamke umeenda kuzaa utazalishwa na mwanaume wewe kama mwanamke, lakini kwa kituo chetu cha afya sisi kama wanawake tutatibiwa na wanawake wenzetu, tutakuwa huru kujieleza yote yaliyomo katika mwili wako. Asante sana, kwanza naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu tukufu wa amani, mwingi wa rehema mpaka kufikia hatua hii ya leo. Majina yangu naitwa Amina Suleiman Kaombwe, ni mkazi wa Sikonge Madukani, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora. Nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweza kutuchangia fedha milioni 30 kwa ujenzi wa kituo cha afya cha Kiislamu ambacho kimejengwa katikati ya mji aiza kata ya Sikonge. Kituo hiki kwa kweli tunamshukuru sana, kina manufaa makubwa sana kwa wanasikonge na wasio wanasikonge, maana watakuja kutibiwa mtu katoka Igunga, Nzega, kulingana Yunga, na sifa ya kituo hiki ana uwezo kuja kupata huduma kwa urahisi sana. kwa niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa mazuri yote aliyoyafanya katika mkoa wetu wa Tabora, pamoja na mazuri yote aliyofanya Mheshimiwa Rais kupitia kituo hiki cha afya. Lakini changamoto hazikosekani, nikuombe Mheshimiwa Rais, huko uliko mama, sisi wanawake wenzio katika changamoto ya kituo hiki cha afya. Kimeisha kwa uadilifu, kimeisha kwa fedha ulizotuletea, kiko vizuri. Changamoto yake kwamba hatuna vifaa tiba lakini madaktari hatuna. Endapo tutapata vifaa tiba, huduma hii inaanza mara moja. Kama Mwenyezi Mungu akikujalia mama, angalia tena kituo chetu cha afya kilichopo wilaya ya Sikonge, kata ya Sikonge. Kwa jina naitwa Maulidi Ali, ni mkazi wa Sikonge. E, mimi awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Hai, afya, lakini pia niwapongeze, e, viongozi wa taasisi ya Bakwata Sikonge kwa kubuni jambo hili la kujenga kituo cha afya cha Kiislamu hapa s Sikonge. Sikonge ni mji mkubwa na ni kata kubwa, lakini kwa bahati mbaya sana ina zahanati chache lakini haina kituo cha afya hata kimoja cha serikali wala cha taasisi yoyote. Sasa kukamilika kwa kituo hiki kitasaidia kupunguza msongamano uliopo katika zahanati hizo chache tulizo nazo kutokana na wingi wa watu waliopo hapa Sikonge, lakini pia kitasaidia kupunguza msongamano katika hospitali yetu ya wilaya, kwa sababu kuna wagonjwa wengine ambao levo yao ni ya zahanati au kituo cha afya lakini wanalazimika kwenda kule kwa sababu ya kukwepa msongamano katika zahanati zetu. Aidha, nipongeze sana taasisi ya BAKWATA kwa ujenzi wa kituo hiki ambacho kimetenganisha sehemu mbili za kutolea huduma, kwamba kuna upande wa kina baba na upande wa kina mama. Hii itasaidia kupata huduma kwa uwazi na uhuru zaidi. Kwa mgonjwa au mtu mwenye tatizo anaweza akaenda kutoa maelezo vizuri kwa daktari, akiwa ni mwanaume, maana yake atahudumiwa na wanaume, akiwa ni mwanamke, maana yake atahudumiwa na wanawake wenzake, jambo ambalo litamfanya kuwa huru kueleza matatizo yake, na niwashukuru sana wale wote ambao wamechangia kwa aina moja au nyingine paka kufanikisha kukamilika kwa kituo hiki mwisho. Wa billahi taufiki, namuomba Mwenyezi Mungu kwamba kile ambacho kilikadiriwa au kilifikiriwa kwamba kitapatikana kwenye za kituo hiki basi kifikie malengo kwamba tulivyofikiria ndivyo iwe na, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sintawashukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassani, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Doto Biteko, Mheshimiwa Bashe, Waheshimiwa Mheshimiwa... Wakuu wa Mkoa wa Tabora waliopo wote walioanzia kuanzia Mheshimiwa Batilda Buriani, lakini Po Matiko pamoja na wakuu wa mkoa na wilaya ya Sikonge wengine na viongozi mbalimbali wa serikali na Chama cha Mapinduzi na vyama vingine kwa ushirikiano wao mkubwa walioonyesha na michango yao mikubwa katika kuchangia kituo hiki.